Tia tiba rahisi ya kuweza kuondokana na mawe kwenye figo. Kuna watu wengi wamekuwa na changamoto ya kuwa na mawe kwenye figo, na wengi hawajui namna ya, na ya kuondokana na changamoto hii ya mawe kwenye figo, lakini kuna uh, tiba rahisi ambayo unatakiwa kuitumia au ukiwa nyumbani kuweza kuondokana na mawe kwenye figo. Namna ya kwanza ya kuondokana na mawe kwenye figo kwanza tumia maji ya kutosha, kunywa maji ya kutosha. Yale maji hayatatumika kuweza kusafisha uh, ile uh, figo yako. Kwa nini? Kwa sababu figo inatumika kuchuja damu, lakini pia inaweka, kia, inaweka uwiano sawa uh, wa maji uh, mwilini lakini uh, namna ya pili ya kuweza kuondoa uh, mawe kwenye figo, tumia maji ya limao. Tunasema limao ina nini? Limao ina kitu ambacho uh, -like acid, -like acid mwilini huwa inatumika kuvunjavunja yale mawe kwenye figo. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kama na changamoto ya figo, ya mawe kwenye figo, basi tumia tum, uh, pata uh, kanuni hiyo ya ya kutumia maji na maji ya limao, utaweza kuondokana uh, na changamoto ya mawe kwenye figo.